Yeah. Wakati tumeenda kumpumzisha mama yetu kwa Chidi Benz, tuko hapa Chanika na niko na brother mkubwa kabisa Banana Zoro nah, Bana brother pole sana. Kaya, asante wana, kazi ya Mungu pole pia. Asante sana. Ah, uh, ni mude gani wewe ulipata taarifa kwa mara ya kwanza? Uh, taarifa kama watoto jana ya mchana mchana hivi kwa sababu Chidi kwanzaapataamawatotoatajanaamchanamchana yeah. Yes. Sir. Kuna kitu cha cha kukizungumzia kuhusiana na maisha ya jinsi ambavyo watu wameishi na Chid Benz na vitu kama hivyo, ukiwa kama brother mkubwa, kuna kitu ambacho kama minongono ambayo inaendelea hapa mm. msibani juu ya wadogo zako ah, ndio mambo bana, sijui mi, mi, mi, kumzika, nikuja kumzika, mama wa mshikaji wangu mm. si, yes, mimi ndo nakutonya bro sasa yeah, ukiwa kama brother mkubwa mm. kuna wakati hivi vitu tukivifumbia macho, uh, inakuwa sio proper kwa maana ya wadogo zetu hawajatokea. Ami, naamini ujue kuzika ni kujali, kumzika mtu ni majali ni, yeah. Ni majali unataka, unabidi ujali kwenda kumzika mtu. Sidhani, si kama kuna mtu na akiza kiti mama anaweza akawa amekaa nyumbani, na anaweza kwenda kwenye msiba akaamua tu asiende kwa sababu ya stunt zake, yeah. Kwa maana kwamba pia sasa itakuwa ni malezi, mambo mengine, umeelewa. Kwa hiyo ni jambo zuri kushiriki, ukipata wasa na ukijali wa kwamba wameshinda, inshallah hawezi kujua mtu wa changamoto gani ha, maisha watu wapitia changamoto mbalimbali mbali. Na huko pia sio karibu sana. <laughs> sina maisha ya Kitanzania vile tunajua kibongobongo. Kwa hiyo sijua mtu, labda uko safari, lakini naamini watu wengi wamempa pole na watamfikia sababu. Saa, unaweza ukashindwa kuja kuzika leo, lakini ukaja kumwona baadaye. Kwa hiyo tusilaumu watu au kublame watu kwa vitu ambavyo watu vijui, lakini washikaji kibao situpo.